Asubuhi na mapema kabisa nimefanikiwa, nimeshapiga kura kuwapigia viongozi ambao naamini wataenda kutuongoza kwa kufuata taratibu, kanuni na sheria za, za nchi, na mpaka sasa hivi naona kabisa hali ni shwari na kila kitu kiko sawa. Ukifika unakuta jina lako unapiga kura kwa amani kabisa, unatiki, unaweka kwa viongozi wako ambao umewachagua, na kila kitu maandalizi kwa kweli, ni wapongeze sana tume, wamejiandaa vizuri, lakini vilevile wataalamu ambao wanatuongoza katika zoezi zima wamejipanga vizuri. Ukifika hauchelewi, unafika, unapiga kura. Mpaka sasa hivi zoezi la kupiga kura Inaonekana naenda vizuri, mitaa yote, kama mnavyoona imetulia, watu wanajitokeza, wanakuja kupiga kura. Mnabuguza tofauti ya mwaka huu, kama hata mwitikio ya watu kutoka kupiga kura unaonekana sio mzuri sana hiyo misimu mingine iliyopita. Yani ilikuwa ikishafika muda kama huu unakuta msururu mpaka unakaribia kule White House watu saa kumi na mbili saa kumi na moja anakuwa washa kuja kuwahi kupanga ku, foleni. Nimekuja kwenye hichi kituo cha kupiga kura ili niangalia utaratibu wa kupiga na mimi kura, maana ni mwananchi pia wa Tanzania, ni haki yangu ya kupiga kura. Niangalia jina pale, sijaelewa ndo naenda kukonfirm pale, ili nipate kupata jina langu, ili nipate haki yangu ya kupiga kura.